la mauaji iliyotokea wilaya ya Sengerema, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia Doto Marco Sanan, ana umri wa miaka 18 ni mi mkulima mkazi wa Butonga, wilaya ya Sengerema, kwa tuhuma za mauaji ya mtu aitwaye Elias John, ana umri wa miaka 18, mkulima mkazi wa kijiji cha Butonga, wilaya ya Sengerema, kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu za kifuani vijana hawa walikuwa wakitaniana, lakini ndipo mmoja akawa amekasirika na kuweza kumfanyia mwenzake shambulio hilo ambalo lilipelekea kifo. Mtuhumiwa amekamatwa, na uchunguzi takapokamilika, jarada litapelekwa kwa ofisi ya mkuu wa mashtaka kwa ajili ya mapitio na maelekezo. Tukio lingine ni tukio la mauaji ambayo limetokea wilaya ya, ya Ilemela mnamo tarehe 21 mwezi wa tatu mwezi wa tatu mwaka huu, majira ya saa a, ilikuwa ni majira ya saa 9 usiku, huko katika mtaa wa Ghana kata ya Nyamanoro, wilaya ya Ilemela, zilipatikana taarifa za mauaji ya mtu aitwaye Mhochi Joseph Elman miaka 29 kijana ni dereva bodaboda na mkazi wa Kitangiri wilaya Ilemela, ambaye aliuawa kwa kushambuliwa sehemu mbalimbali za mwili wake, kitendo kilichopelekea umauti wake. Jeshi la polisi lilifanya uchunguzi kufuatia tukio hilo na kufanikiwa kumkamata mtu aitwaye Athmani Morandi Stanislaus Huyu ana umri wa miaka 36 ni dereva na mkazi wa Ghana, ambaye inasemekana alimshambulia marehemu baada ya kumfumania akiwa amelala na mke wake kwenye chumba chake cha kupanga, kisha aliamua kumshambulia kwa kutumia kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili, tukio ambacho lilipelekea kifo hicho. Mtuhumiwa huyo amekamatwa na uchunguzi unaendelea. Chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi, huku tukishirikiana na ofisi ya mkuu wa mashtaka na, na, na taasisi nyingine ili kuweza kubaini mitandao mbalimbali ya wahalifu.